Ewe baba, ewe mama au mlezi, hili mimi nataka nikuambie, na ninaomba ulichukue kwa umakini sana. Tunajua kwa dunia yetu hii ambayo inaenda kasi mambo mengi yamekuwa akiendelea na yakitusonga sisi kama wazazi na kusahau uangalizi wa watoto sasa unajua mabadiliko ya tabia kwa vijana wetu au wa watoto wetu ni jambo la msingi sana la kuzingatia. Unaweza ukashangaa mtoto wa miaka kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne mpaka kumi na tano, anapofikia bareh huwa anabadilika sana katika tabia. Inawezekana ukaona anaweza kuonyesha ujeuri, akawa na tabia ambazo wewe unaweza ukawa huzipendezwi nazo, lakini unaweza ukasahau ya kwamba katika makuzi yake hiyo ni hatua ambayo anatakiwa ku pitia ya mabadiliko. Wazazi wengi wamekuwa wakigombana na watoto wao, hasa wakionyesha tabia hasi ambazo wazazi huwa wapendezwe nazo. Lakini ushawahi kujiuliza, kwa nini anaanza kuwa kiburi au jeuri au anakuwa mvivu au mzito kuendea yale ambayo wewe unamwambia ayafanye? Kumbuka ya kwamba hatua za ukuaji ni za msingi sana kwa mzazi kuzifahamu ili uepushe ile migogoro ambayo unaipata kati ya wewe na mtoto wako, na kuhakikisha kwamba zile chuki ndogo ndogo ambazo zinaweza zikazalishwa baina yenu zinakuja kuondoka. Tabia zinapobadilika katika ukuaji wa mtoto ni jambo la msingi kulizingatia. Narudia tena, nitarudia hata mara kumi. Kumbuka unajua tabia za mtoto wako pindi zinapoanza kubadilika, hasa katika zile hatua za ukuaji za kuendelea bare. Watoto huwa wanabadilika sana na ndio maana unakuta wanaonyesha tabia ambazo ni hasi. Sasa wewe kama mzazi, hakikisha unafahamu na sio wakati wa kumpa adhabu kubwa. Kumbuka unatakiwa kujua vitu gani vya kuvifanya ili mtoto wako aendane na wakati mzuri ambao anaupitia ili ukuaji wake uwe ni mzuri na sio mgumu, maana waswahili wanasema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Inawezekana ukamwona jeuri au kiburi, ukamwadhibu au ukamwamua kumlaza nje ya nyumba, akaenda kulala kwa mtu mwingine. Unajua kipindi hiki anapitia nini? Inawezekana ukamharibu mtoto wako bila wewe mwenyewe kujua. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ambayo tunafahamika kama Ad Plus Swahili.